shida mmoja enebine wae kura nanatosha, basi kurilie, hatuna sababu ya kumunika na kujiongeza, ila ni shukuru chama changu kwa mchakato mzima taaokuanza. Tumeanza kuchukua fomu, tumeanza mchakato wa uteuzi mpaka sasa, sisi ikawa tumerudi majina na matatu katika ndani ya watu ishirini na nne ili ukweli, nashukuru sana chama changu

mimi hii ni awamu ya tatu, na kwenye mchezo huu mimi kwa Liwale sasa ni simia, kwa sababu hakuna atakayesema ameingia ngoma mara tatu asimongoe na bado akawa yuko vizuri kwenye sistem, lakini mimi. Na kwa hili na mshukuru Mwenyezi Mungu, naendelea kumwomba tena Mwenyezi Mungu anizidishie nisiteteleke, na nawamshia sitateteleka, nikimara